Guys karibu tena Mshani Wellness. Kwenye somo hili tujifunze kuhusu dalili za tatizo la tezi dume kuvimba, au kama tulivyozoea ugonjwa wa tezi dume. Lakini kimsingi ni kwamba tezi dume kama tezi dume ni kiungo, then changamoto ambayo inakuwa inapatwa na inapata hii tezi dume ni kuvimba. Kwa hiyo tatizo zaidi ni kuvimba kwa tezi dume, hilo ndio tatizo ambalo linaikumba hii tezi dume. Sasa kabla ya kuanza kuangalia dalili, tujifunze kwanza tatizo la tezi dume linatokeaje. Tezi dume ni kiungo ambacho kinasaidia ni, ni tezi ama ni gland ambayo inasaidia kuzalishwa kwa shahawa ambayo zinasaidia kusafiri kwa mbegu. Sasa hii tezi inaweza ikavimba ikiwa tu Uh, imepata changamoto. Na moja kati ya sababu kubwa za hii tezi kuvimba ni kuongezeka kwa homoni inaitwa TDHT dehydrotestosterone, ambayo hii inatengenezwa kutoka kwenye testosterone. Hii ni muhimu sana katika mwili, inasaidia kukufanya kuwa mwanaume na testosterone pia kwa pamoja, lakini hii DHT inapokuwa too much inasababisha overgrowth ukuwa kupita kawaida kwa baadhi ya maeneo mbalimbali ya mwili ikiwemo tezi i, i prostate gland. Na kwa bahati mbaya, kadri umri unavyozidi kwenda, umri unavyoongezeka, ndivyo kiwango cha testosterone kubadilishwa kwenda DHT kinakuwa kikubwa sana, na ndio hii tatizo la kuvimba kwa dume ni kawaida sana kwa watu wazima kuliko kwa watoto. Kwa hivyo DHT inapokuwa kubwa inasababisha tezi dume kuvimba. Tezi dume ikivimba ina block, ina ziba urethra mlija ambao unapitisha mkojo na mbegu pia, na hii hali itasababisha uh, kibofu kuchukua baadhi ya kazi ambazo zilipaswa kufanywa aa, na hii urethra kwa sababu tayari urethra ime imeziba. Kwa hivyo kunakuwa na ugumu wa upitaji wa mkojo pamoja na mbegu. Hii hali italazimisha misuli katika kibofu kufanya kazi ya ziada kupushi mkojo hasa sasa mkojo kupenya kutoka nje. Hapa ndipo matatizo yanapoanza, kwa sababu hii hali inapokuwa inajirudia rudia inasababisha uh, ile kuvimba na overgrowth ya misuli pia ya kwenye kibofu. Kwa pamoja, hivi vitu vinaweza vikakusetea changamoto nyingi sana. Baadhi ya dalili amba changamoto ambazo zinaletwa na kuvimba kwa tezi dume ni kama ifuatavyo: kwanza ni mkojo, mkojo dhaifu. Mkojo dhaifu kwa maana ya kwamba unapoenda kukojoa, mkojo wako unatoka kidogo sana, lakini unatoka pia kwa matone matone, na vile vile unatakiwa kutumia nguvu nyingi sana kutoa mkojo. Ukishaona una hiyo dalili ujue kabisa mwanaume kuna changamoto tayari kwenye njia ya mkojo kwenye urethra, na moja kati ya uh, sababu kubwa ni kuvimba kwa tezi dume ambayo imepunguza kipenyo cha uo hiyo uh, urethra ama mrija wa mkojo. Lakini pia dalili nyingine ni delay before peeing kwa maana ya kwamba unapoenda kukojoa unabanwa na mkojo ndio, lakini ukienda kukojoa haupati mkojo on the spot. Unaweza ukakata sekunde kadhaa ukasukuma ukasukuma kwa nguvu, alafu ndio ukatoka mkojo, na mkojo wenyewe unaotoka ni kidogo kidogo kidogo sana. Hii inaonesha kwamba tayari ile prostate nerve coordination haipo haipo sawa, na ule uvimbe wa tezi dume ndio unasababisha hata ile nerve system katika hiyo eneo kuwa dhaifu na kusafirisha taarifa katika inefficiency way. Kwa hivyo mkojo dhaifu, lakini pia unapata hamu ya kwenda kukojoa, lakini ukienda kukojoa uh, unachelewa kupata mkojo, lakini pia hata ukipata mkojo, mkojo unatoka kwa matone, unatoka kwa matone, na unahisi kama umemaliza kukojoa, lakini ukirudisha uh, chururu ndani Uh, unakuta mkojo unakuwa unatoka kwa matone matone bila ridhaa yako, bila control yako. Manake ukishaanza kuona hivyo, manake mambo tayari yamekwisha haribika. Lakini pia dalili nyingine ni mkojo kubana, hasa usiku. Nyakati za usiku ndiyo unakuwa unabanwa sana na mkojo, yani unakuwa unapata ile hamu ya kukojoa, lakini ukiamka ukienda kukojoa mambo ni yale, yale kama tulivyo zungumza huko mwanzo. Kwa hiyo unatoka lakini hautoki katika ile na, namna ambayo unatarajia kutoka na ukianza kutoka basi unachelewa na ukitoka unatoka kwa vifungu kwa, vi, kwa kwa vifungu vipungu kwa, kwa yale matone, matone. Na unakuwa unajihisi kama umaliza kukojoa lakini ukirudisha ndani ume wako unaweza ukakuta. Uh, umetulia tu yale matone yanaanza kumalizikia yanatoka bila ridhaa yako, lakini pia hata baada ya kukojoa unakuwa unahisi mkojo umebaki, kunakuwa hakuna ile haja ya kuridhika kwamba sasa nimekojoa. Yani utakojoa utakaa muda mrefu utakojoa utajikaza utafanya nini, lakini ukishamaliza pale ukasema nimemaliza, ukarudisha uume wako ndani, ukatoka chooni, bado unakuwa unapata ile hamu kwamba no, kuna mkojo umo ndani, yani ile haja ya kuhisi mkojo bado haujaisha, inakuwa ipo mara kwa mara, yaani ni kitu ambacho kinakuwa ni cha kawaida sana kwako, na muda mwingi unakuwa unapenda kwenda chooni kukojoa. Lakini pia uh, kunakuwa na ile haja ya kuhisi uzito maeneo ya kinena, maeneo ya kinena, lakini maeneo yote ya mfumo huu wa uzazi. Kwa hiyo ili eneo lote la uzazi kwa mwanamke, kwa maana ya ume, korodani pamoja na kinena, unakuwa unahisi kama kuna uzito fulani, mpaka maeneo ya sehemu ya haja kubwa huko, unakuwa unahisi kama kuna kitu kimetuama, kime hapa, kuna kitu, kuna mzigo umekuelemea haya maeneo muda wote, ukiachana na na na hii changamoto za mkojo. Lakini pia unaweza ukapata damu kwenye mkojo. hii changamoto ya damu mara nyingi inasababishwa na uvimbe uliopita kawaida wa tezi dume. Kivimba sana inasababisha kupasuka kwa mishipa ya damu. Ile mishipa ya damu ikipasuka ili eneo basi, ile damu itachuruzika na itatoka pamoja na, na, na mkojo ambao unalazimisha kutoka. Ni rahisi sana kuona damu kwenye mkojo, lakini pia unakuwa unashambuliwa sana matatizo ya UTI Kusabu moja kati ya tatizo ama sababu kubwa ya UTI ni kutuama kwa mkojo kwenye kibofu. Kituama kwa muda mrefu inatoa mazingira mazuri ya hao bakteria wa UTI kuzaliana. Kwa sababu mtu yeyote mwenye tatizo la tezi dume, changamoto kubwa ni mkojo, na mkojo unakuwa unatuama, unakaa muda mrefu sana kwenye kibofu, kwa hiyo anakuwa katika riski kubwa sana ya kupata hizo changamoto za UTI, na ni moja kati ya sababu kubwa kwa nini watu wazima wanaume wengi wazee ama umri ulioenda wanakuwa na shambulio sana matatizo ya UTI, kwa sababu wengi wanakuwa na hizo changamoto za prostate ama tezi dume, lakini katika kile kiwango ambacho wengi bado hazijawapa shida sana sana sana. Lakini pia ukiachana na hizi dalili tulizozisema, unapokuwa tezi dume pia a, kiwango cha cha mbegu pamoja na shahawa kwa pamoja kinapungua, yaani ukitoa ile bao lako unaona kabisa kiwango cha uh, cha mbegu na shahawa kwa ujumla wake kinakuwa ni kidogo sana kuliko kawaida. Lakini pia unapata maumivu unapofika kileleni, unapo ejaculate. unapata maumivu makali wakati wa kufika kileleni. Lakini pia kwa wanaume utapata changamoto ya low libido, kupoteza hamu ya seksi, inakuwa haipo kabisa kwa sababu kunakuwa na kiwango kubwa cha DHT, alafu testosterone inakuwa iko low, na testosterone ndio inakupa ile hamu ya seksi. Lakini pia unakuwa katika changamoto ya kupata Uh, upungufu nguvu za kiume, upungufu wa nguvu za kiume ama erectile dysfunction. Kwa nini? Kwa sababu ili ume wako simame vizuri, unahitaji damu, damu damu iflow vizuri maeneo ya uume. Sasa tezi dume, tezi dume ikivimba inasababisha kupunguza kipenyo cha mishipa ya damu inayokuwa maeneo ya uume. Kwa hiyo inakuwa sio rahisi tena kwa damu kufika hayo maeneo, kwa hiyo inakuwa ni rahisi sana wewe kupata changamoto za uh, ED ama erectile dysfunction. Kwa hiyo hizi ni dalili ambazo zinaashiria uwepo wa tezi dume, ingawa hizi dalili sasa zinaweza zikajitokeza zika pia kwa watu wenye matatizo ya uh, overactive bladder, matatizo kwenye, kwenye kibofu ama maambukizi pia kwenye kibofu lakini pia matatizo ya UTI na vile vile changamoto za um, neuro um, nerve system katika maeneo ya kibofu pamoja na mfumo wa uzazi. Pia kama kuna changamoto ayo maeneo, basi ni moja kati ya vitu ambavyo vinaweza vikachanganya ukashindwa kugundua kwa mbala kumbe na raisi wa tezi dume. Kwa bahati nzuri au mbaya, uh, tatizo la tezi dume linachunguzwa kwa kipimo ambacho ni physical maana unafika hospitalini unapimwa kwa kutumia vidole ama kwa kutumia vipimo vya mwanga kama vile ultrasound. Kwa hiyo unapoona hizi dalili um, unapoona hizi dalili ambazo tumezitaja hapa juu, ni vizuri sana kufika hospitalini kwa ajili ya kufanya vipimo sahihi specific, kwa ajili ya kugundua tatizo la kuvimba kwa tezi dume kuliko kuashumu kwamba unaumwa changamoto nyingine kama UTI na vinginevyo. Unakuta unaenda mtu hospitali, uh, pharmacy unanunua tu dawa bila kujua kwamba tatizo la tezi dume lina linakuwa kubwa zaidi kadri mtu anavyozidi kwenda. Kuona vizuri kulishughulikia mapema. So for men, hakikisha unajijali, fika hospitalini mara moja maramoja unapoona hizo dalili. Mpaka wakati mwingine, bye-bye.